Neno moja eh, neno moja tu, Semaji kidogo tu, hata mashabiki wa Simba wasikie kauli yako. Kwanza tupige picha eh, kumbukumbu. Semaji jambo kubwa, ngoja ngoja tupate picha Semaji, habari yako? Hongereni, safi, safi sana kwa hiki ambacho kimefanyika leo. Asante sana bwana, watu wengi sana wajewe kutokea hii, yeah. Yeah. Wengi wanazungumzia uh, mkutano huu umeonekana kama kudharauliwa uh, kutokana na zile ajenda zilikuwa zinajadiliwa, lakini mwisho wa siku mkutano ukaahirishwa ghafla. Kauli ya Semaji ni ipi kwenye hili? Mkutano umemalizika na sasa fokasi yetu inaelekea Mali kwenye mchezo wetu wa hatua ya makundi ya ligi mabingwa ya Mabingwa Afrika hatuna tena cha kujadili kuhusiana na mkutano hapa tena. Tunajiandaa na mkutano wa 2025 2026 2024 2025 rasmi, mwenyekiti ameumaliza, mwenyekiti ameufunga, na sasa fokasi yetu Wanasimba inaelekea kwenye mchezo wetu lakini ndio maswali mengi yalikuwa ni kwamba uh, kama kulikuwa unaonekana kuna mechi na focus ni mechi, kulikuwa na ulazima gani wa kufanya leo mkutano? Kwa nini isingeachwa mechi yae, iishe zeni mkutano ufuate? Tayari mwenyekiti Murtaza Mangungu alishatoa ufafanuzi juu ya hilo, nini ambacho unayozungumza kwa wale wanachama wa ambao wanaona kama wamedharauliwa? Licha kwamba litegemea uh, jambo lingeenda vizuri na lingemalizika vizuri uh, kama ambavyo uh, naibu waziri uh, wa habari, utamaduni na sanaa Mwinjuma Mwana FA uh, alivyopendekeza uh, lakini kaonekana imeenda tofauti zaidi acha tukapambane sasa, tutafute ushindi, ndio uh, jambo la msingi sana sibaji, ambalo sibaji, liko liko mbele yetu sasa hivi. Of course mkutano umeisha na ajenda zote zimemalizwa pale na kila kitu uh, kio, kwa ujumla wake mkutano unaweza kuelezea vipi? cha kidogo, mkutano imemalizika, namshukuru Mwenyezi Mungu, kila ambacho kilipaswa kupitishwa kwa mujibu wa ajenda zimepitishwa, na huo ukurasa tumeufunga rasmi mapendekezo, maoni ambayo yametolewa yamechukuliwa, yanakwenda kufanyiwa kazi, tukijiandaa na, na mkutano unaofuata. Na sasa sisi kama wanasimba tunaelekeza nguvu zetu, dua na sala zetu kwenye mechi ambayo iko jioni ya leo saa moja usiku. Kwa wale wanachama ambao wanazungumzia kama hatua hii ilofanyika leo ni kama kuhujumiliana hivi, wewe unazungumziaje kauli hii kwa wasemaji? Focus yetu hivi sasa ni mechi yetu eh. Yani, kwa kweli kuhusu mkutano, hata tukifanya interview mpaka kesho mida kama hii, bado nitakwambia tunaelekeza nguvu zetu kwenye mechi. Ni mkutano, e, mkutano wa kawaida wa mwaka yes, ambao umefuata ume e, taratibu zote na ajenda zote ainishwa zimejadiliwa na mkutano umemalizika salama na namshukuru Mwenyezi Mungu. Na sasa maisha mengine ya Simba yanaendelea. Wapo ambao wanaonyesha kwamba hawajaridhika wakiamini kwamba hawajapewa nafasi ya kupitisha ile ambayo yamefikishwa ile, na nini cha kuambia, mimi nichakuwaambia kwa sasa uh, tuwekeze nguvu timu yetu ipate ushindi leo dhidi ya Stade Malien. Mechi ngumu kwa kweli, ya mechi ngumu sana sana sana. Uh, Stade Malien nyumbani kwao ni mpinzani mgumu, hata nje ya nyumbani kwao anabaki kuwa ni mpinzani mgumu. Kwa hiyo anapokuwa nyumbani kwao anakuwa ni mgumu zaidi. Kwa hiyo jioni ya leo, kusema kweli, tuna kipengele kigumu kweli kweli, lakini lazima, lazima tupambane, tukivuke. Tunashukuru matokeo eh, ya jana ya Esperance na na na Petro, sare ya bao moja moja imekuwa na faida sana kwetu. E, inatuongezea chachu na sisi ya kupambana zaidi ya kwenda kupata kitu katika mchezo wa leo. Kwa hiyo ndio maana unaona e, akili zetu, fikra zetu tumezielekeza katika mchezo huu kwa sababu tunaamini e, tukipata ushindi katika mchezo huu tunatoka nafasi ya nne na kusogia mpaka nafasi ya pili. Kwa hiyo unaweza ukaona jioni ya leo e, tunakwenda tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna kutafuta kitu bora kweli kweli ambacho ni kuipeleka Simba katika nafasi ya nne ya, ya, ya kundile, ya nafasi ya pili ya kundi letu. Kwa hiyo ni hatua muhimu, na ndio maana tumewekeza nguvu zote kuhakikisha kwamba tunapata ushindi katika mchezo huu. Tunasoma comment kwenye YouTube channel ya Simba, uh, wengi wamekuona pale nyuma wanasema msemaji wa timu hayuko, uh, pia kule wafya timu tuko wengi ama wako wengi ndani ya Simba Sports Club, kwa hiyo eh, hili hapa Dar es Salaam lilikuwa ni jukumu muhimu kwa Simba na kule Bamako Mali ni jukumu muhimu la Simba kwa hiyo ni, ni, ni mwendo wa kujigawa tu ili kutimiza majukumu yote muhimu ya Simba Sports Club. Baada ya maazimio ya mkutano huu wa leo, naamini Simba mpya imara inakwenda bila shaka, bila shaka, bila shaka mambo sasa yanakwenda kuwa bambam kwa sababu ukiangalia hotuba aliyoitoa wa naibu waziri, uh, ukiangalia hotuba ya mwenyekiti wa klabu ambayo ndani yake ime ya msingi kabisa ikiwemo ya kwamba hatuna nia ya kumdhuru mtu. Kwa hiyo imezima eh, maneno maneno yote ambayo watu walikuwa wakiazua na kujipanikisha huko nje. Kwa hiyo Simba imara, Simba bora sana eh, ukizingatia na mabadiliko ambayo yanakwenda kufanywa ya, ya, ya katiba tunakwenda kuwa na Simba ya kisasa kweli kweli, sema katika hatua za awali Simba ilikana kubebwa zaidi na matokeo ya ugenini. Uh, ukiachilia mbali Benjamin Mkapa ambako ilikuwa imetoa sare, unafikiri inaweza ikawa ni silaha kubwa, uh, kuelekea mechi ya leo hasa inapocheza ugenini ya? yeah, msimu huu tumekuwa na matokeo mazuri sana away kulinganisha na, na, na, na nyumbani Benjamin Mkapa japo, uh, sisi malengo yetu na makusudio ni kupata matokeo mazuri kwenye kila kiwanja tupate matokeo mazuri Benjamin Mkapa kwa sababu ya faida ya mashabiki wetu wanaokuwepo uwanjani, na tupate matokeo mazuri away kwa sababu ya kujikusanyia alama zaidi. Lakini msimu huu e, tumenufaika zaidi na viwanja vya ugenini mechi hii ya leo inatuongezea hiyo confidence ya kwamba tuna uwezo wa kupata ushindi ugenini. Kwa hiyo tunakwenda katika mchezo huu eh, tukiwa na hiyo, hiyo, hiyo confidence, tukiwa na, tukiwa na hiyo historia ambayo kuna wakati historia huwa ina umuhimu wake katika maisha. Kwa hiyo tunaibeba historia hiyo in a positive way, tunakwenda kupambana ili tukachukue alama tatu. Imeshindikana shindikana sana basi walau alama moja , lakini cha msingi hatupaswi kupoteza katika mchezo huu wa leo. Sema katika kundi ambalo lilikuwa naonekana angalau linaweza kuwapa zaidi ya Watanzania furaha ni grupu la Simba, lakini kwa jinsi ambavyo mlianza na mwenendo mlivyo, unaonaje kundi kwa ujumla? Watu wote wasiojua mpira ee, ndio ambao waliona kundi letu jepesi, lakini sisi ambao tunaojua mpira na tuna uzoefu na mpira wa Afrika na timu like za Kiafrika tulikuwa tunafahamu ugumu wa kundi letu hili. Uh, ogopa sana timu hizi za, za ukanda huu mwingine kwa mpira wa sasa wa Afrika. Uh, bado sisi Tanzania tumekariri timu za Kiarabu ni ngumu, lakini uh, katika timu Mdebwedo kwa miaka hivi karibuni ni timu za Kiarabu. Ukipangiwa waarabu hata nane una uwezo wa kufuzu kwenda hatua inayofuata. Waarabu wamelegea vibaya mno. Jana kuna mwarabu mmoja amekula bao nne moja, moja. Namjua nani? sarabelasdad asauyo ungetegemea ameenda kucheza na timu ya kawaida mno otoho odhoyo ya Kongo, amepigwa bao nne moja. Usinge, usingetegemea kuona hilo miaka sita mitano iliyopita, lakini mpira wa Afrika umegeuka hivi sasa, kichwa chini miguu juu. Yoyote e, mwarabu yoyote akienda akienda, awei anataabika kwelikweli. Kwa sisi kwa kuwa na waswahili wawili wa, wa kwenye kundi letu, kwa maana ya Petro pamoja na, na, na Stade Malien tuliliona ama tuliona ugumu wa kundi letu hili, na tukawaeleza watu tangu mwanzo kwamba tusifurahie kwa sababu tu kuna hawa waswahili hawa ndio wagumu kweli kweli kwa sababu ukitaka umchezeshe kwenye jua jua nayeendo maisha yake ukitaka ee, umpitishe kwenye mateso ya aina yote waswahili wameshazoea mateso kwa hiyo inakuwa ni ngumu kweli kukutana ku, ku, nao na, na, na, na bila shaka na bila shaka tumeona lakini yote kwa yote tutachanga karata zetu sawasawa sawa, na hatimaye tutatimiza malengo yetu